Sifa Yesu Kristo. Milele, amina. Ndugu zangu wapendwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumesafi kwa pamoja katika tafakari, kwa tokea siku ya kwanza mpaka leo tunapofika siku ya mwisho, siku ya tisa na ya novena ya Roho Mtakatifu. Na kwa siku ya leo tunatafakari zawadi na tunu ya Roho Mtakatifu ya mapendo. Roho Mtakatifu anatujalia mapendo. Mapendo ni zawadi ya Roho Mtakatifu inayotujalia daima kumtambua Mwenyezi Mungu kwanza, lakini na sisi wenyewe kutambuana kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tukiwa na upendo kati yetu, tutavumiliana. Tutawe, tutaweza kustahimiliana, tutaweza hata ku, kufanya mambo mengi yanayotupasa katika upendo watu wanaweza kuficha hata wingi wa dhambi. E, neno la Mungu linafundisha hivi, kwa kumbe upendo ni nguzo ya msingi ya maisha ya mwanadamu anaoishi nayo hapa duniani. Kumbe tunapokuwa tunahitimisha siku ya leo, tuombeane sisi wenyewe kwa wenyewe upendo, lakini pia tupendane sisi kama alivyotupenda Yesu Kristo Bwana wetu, upendo katika familia zetu, upendo kwa, kwa taifa letu. Na upendo kwa ulimwengu mzima. Na na kwa namna ya pekee ningependa kutumia nafasi hii kuwatakia heri ya sherehe ya Pentecoste ambayo tutaiadhimisha hapo kesho. Sherehe ya Pentecoste inaitwa pia sherehe ya kuzaliwa kanisa. Kwa hiyo kumbe siku ya kesho tunasherekea kuzaliwa kwa kanisa. Kuanza kwa kanisa utume wake rasmi. Na hivyo wote kwa pamoja tuungane katika sherehe hiyo kubwa, na sherehe hiyo pia ndio inayofunga kipindi cha Pasaka, kwa sababu ndio maana inaitwa Pentecoste, maana yake hamsini. Kutoka lini? Ni hamsini tokea Bwana wetu Yesu Kristo alipofufuka. Kwa hiyo kumbe tukaungane na kanisa zima kusherekea hii birthday habasi to the Catholic Church. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.